serikali imeendelea kuangalia stahiki mbalimbali za watumishi kwa kuzingatia uh, malipo ya mishahara lakini uteuzi mbalimbali ajira mpya ambayo tayari serikali ilishatangaza ajira elfu arobaini na moja na mia tano ambayo inakwenda kutekelezwa lakini tayari kwa sasa serikali ilishatangaza ajira elfu kumi na mbili kwa upande wa afya ajira elfu tano na kwa upande wa elimu ajira elfu saba na hilo tayari limeshafanyiwa utekelezaji usaili umeshafanyika vijana wetu wamefanya usaili na mwezi huu wa kwanza kuanzia tarehe 13, basi vijana wale ambao tayari wamefaulu kwenye usaili wataanza kupangwa kwenye vituo vya kazi. Kwa hiyo sio jambo dogo, katika zile ajira elfu arobaini na moja na mia tano tayari ajira elfu kumi na mbili zinakwenda ku- kupangiwa vituo vyao vya kazi, lakini serikali imepanga kupandisha vyeo watumishi ya elfu tisini na nane mia nne na thelathini Serikali imeendelea kuratibu suala la kubadilishwa kada yani, recategorization kwa watumishi 6198 pamoja na hayo serikali imeendelea kushughulikia madai ya malimbikizo ya mishahara yanayoendelea kuhakikiwa zaidi ya elfu 53 kwa hiyo serikali, pamoja na hayo, yako mambo mengi ambayo yanayo uh, yanayoendana na stahiki za watumishi yanaendelea kutatuliwa hatua kwa hatua.